Tumewaita viongozi wa dini ili tuweze kushirikiana nao katika kukumbushana, uh, masuala mazima ya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kwa sababu tunaamini kabisa viongozi wa dini ni kio cha jamii. Viongozi wa dini wana nafasi kubwa sana ya kushawishi wananchi na waumini katika madhehebu na dini zetu zote, kwa maana kwamba kiongozi wa dini akikemea swala la rushwa, hasa katika uchaguzi, kuelekea uchaguzi mkuu 2025, viongozi wa dini waliofika kwenye semina ya leo, hata wale ambao hawajapata nafasi ya kujumuika nasi katika semina ya leo hapa katika ofisi za mkoa Morogoro, uh, huko waliko, na wananchi wote waweze kuelewa rushwa ni kosa la jinai, rushwa ni kosa la kimaadili, na rushwa ni kosa la kiimani, ni dhambi. Na tukiweza kukemea kwa ujumla, sisi wote tukaikemea rushwa, tukakataa rushwa, tukawakemea wanaotutembezea rushwa, ili tuweze kuwachagua eh? tutaweza kupata viongozi wazuri, tutaweza kupata viongozi wenye hofu ya Mungu kuelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu ni jukumu letu sote kama viongozi wa dini kuhakikisha kwamba anaenda kupata haki yule mwenye kustahili kupata haki, na wala isitokee mmoja miongoni mwetu kuonekanika kwamba kainunua haki kwa ajili ya kutaka kumdhoofisha mtu mwingine, na haswa katika kipindi hicho. Kwa nacho nasema kwamba kikao kimekuja katika wakati mwafaka, kwa sababu ni jukumu letu kama viongozi wa dini kuzitumia mimbari zetu kuzungumzia swala la uharamu wa rushwa haswa katika kuelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi, na tuendelee kuwaasa waumini wetu wa dini ya Kiislamu ya kwamba tutaendelea kulizungumzia jambo hili haswa katika kipindi hiki. Mimbari zote zitatumika kuzungumzia ubaya wa rushwa, na yeyote atakayeonekanika kwamba anatoa au kushawishi, basi haraka sana taarifa zifike katika sehemu husika kwa ajili ya hatua zaidi. Tuombe taifa letu, tupambane, si kwa sababu li, i, iko kubwa, tuache kusema. Ni lazima Tukemee rushwa tukemee, ili wala rushwa jua kwamba wanakula lakini ni dhambi e. Tunahubiri makanisani, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu siku zote, tunasema mtu anayekupa rushwa a, anakupa ili weje hicho kiti u, mimi nachaguliwa kwa uzuri wangu, kwani nikatoe rushwa nichaguliwe? E, kwa hiyo tukemee rushwa, tusiache. Tunao wajibu sana na tunao wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba tuna katika makanisa yetu tulionayo tunawaelekeza umuhimu wa, wa kukataa rushwa. Na na sisi tunao wajibu mkubwa na kumbuka, kila kitu kinafanywa kwa imani, hata nanyie mlioko hapa mmesimama kwa imani. Kwa sasa tunao wajibu sana kuwaelekeza watu kwamba rushwa haiwezi kutupa viongozi sahihi, bali itatupotezea viongozi walio sahihi.